Tuelekee mkoani Dodoma ambapo naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Daktari Khamisi Kigwangala ametoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari na vitu vinavyosababisha ugonjwa wa saratani. Daktari Kigwangala amesema hayo bungeni mjini Dodoma wakati Tanzania ikiungana na nchi nyingine kuadhimisha siku ya saratani duniani kwa kuasa wananchi kuwa na utaratibu wa kufanya mazoezi na kupima afya zao mara kwa mara. Mwandishi wetu Edward Kondela anaarifu zaidi. Mkutano wa pili wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ukiwa unaelekea ukingoni, naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, watoto na wazee Dkt Hamisi Kigwangala anawakumbusha wananchi kuchukua tahadhari ya vitu vinavyosababisha ugonjwa wa saratani wakati dunia ikiwa inaadhimisha siku ya saratani. Napenda kuwakumbusha wabunge na Watanzania wote kwa ujumla kwamba leo ni siku ya saratani duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni tunaweza ninaweza kwa pamoja tuwajibike. Tunaweza ninaweza kwa pamoja tuwajibike kupunguza janga la saratani duniani. Ili kupambana na ugonjwa wa saratani, inabidi kuepuka matumizi ya tumbaku, ulaji usiofaa na utumiaji wa pombe kupita kiasi, na waasa mfanye mazoezi ili kuzuia kwa kiasi kikubwa magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo saratani. Katika hatua nyingine Waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa Dr. Augustini Mahiga ametoa ufafanuzi wa tukio la hivi karibuni la wanafunzi wa Tanzania wanaosoma nchini India kudhalilishwa na kujeruhiwa. Taarifa hizi tumezipokea tangu jana kwamba huko India mwanafunzi wa Sudan alimgonga na pikipiki mwanamke wa Kihindi. Baada ya tukio hilo, kulikuwa na fujo na vurumai katika mitaa ya Bangalo ambayo ilikuwa inawalenga wanafunzi wa Kiafrika wakiwemo wa Afrika kutoka Tanzania. Vurumai hiyo hasa iliwagusa wanafunzi wa Tanzania wanne, moja akiwa ni msichana ambaye alidhararishwa na vijana wa Kihindi katika mitaa ya Bangalore na wengine watatu waliumia na kupelekwa hospitali. Hatua iliyochukuliwa na ubalozi wetu pale New Delhi, India, ni zifuatazo. Hatua ya kwanza ilikuwa kupeleka dokezo la kidiplomasia kwenye serikali ya India kuonyesha ghadhabu zetu kwa hilo lililotokea kwa wanafunzi wetu wa Kitanzania. Hatua ya pili ilikuwa kutaka jeshi la polisi la India kupeleka ulinzi mahususi katika maeneo yote ambayo wanafunzi wanaishi, ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa Tanzania. Hatua ya tatu ilikuwa kuchukua hatua za kipolisi ili uchunguzi madhubuti ufanyike kwa lile lililotokea la kuwadhalilisha wanafunzi na kuwapiga na wengine kupelekwa hospitali. Na hilo nalo linatokea, askari wamepelekwa, uchunguzi unafanyika. Lakini kuna sura nyingine ambayo imetokea asubuhi hii kati ya wale wanafunzi waliopelekwa hospitali. Tumepata taarifa ambazo sio rasmi na zile lazima zithibitishwe, kwamba mmoja wa wanafunzi wale amefariki, lakini bado tunataka kuthibitisha kama hilo kweli limetokea, na sasa hivi tunawasiliana na ubalozi wetu ulioko New Delhi, na swala hili liko katika mitandao na vyombo vya habari na sisi kama serikali tunalifuatilia kwa karibu sana na serikali ya India hasa hii sura ya pili kwamba inawezekana mwanafunzi mmoja amefariki. Wabunge pia wameendelea na majadiliano ya mapendekezo ya mpango na maendeleo ya taifa wa mwaka 2016-2017 ambapo wameshauri serikali kuweka mkazo katika nidhamu ya fedha. Muhimu kuliko yote ni pia kuhakikisha kwamba swala lile la nidhamu kwenye matumizi ya fedha iheshimiwe haswa zile fedha ambazo ni ring fenced. Yale yakiheshimiwa, nina uhakika kabisa zile fedha ambazo zimepangwa kwenda kutekeleza miradi mbalimbali itakuwa inaenda. Kwa mfano area na ule mpango wa maji ulikuwepo, mfuko wa vijana, naomba kujua unaendaje kusudi vijana ambao sana sana wanaohitimu kwenye vioo vyetu waweze kupata ajira na kutumia vizuri huo mfuko wa vijana. Nafikiri sasa ni muda umefika wa serikali yetu kuwekeza nguvu zaidi katika kuhakikisha kwamba viwanda vinajengwa karibu na malighafi hizo, ili hii tabu, ili hii tabu ya kupatikana ya kupatikana malighafi ambazo zinasafirishwa muda mrefu isiwepo tena. Mkutano wa pili wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unatarajiwa kuahirishwa Ijumaa hii baada ya kukamilika kwa orodha ya shughuli zilizopangwa kwa siku hiyo. Kutoka bungeni mjini Dodoma, Edward Kondela, TBC.